Ndiyo, najilinda kwa Mungu kutokana na shetani aliyefukuzwa. Kwa jina la Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sifa zote ni za Mungu, rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad na jamaa zake. Ndiyo, inshallah, katika masomo haya mawili tutaendelea na somo lingine kama kawaida. Hijabu ni mapazia baina yetu na Mwenyezi Mungu. Ingawa somo ni refu sana, tutafanya na kuzungumza juu ya mambo kadhaa: hijabu ni nini? Mapazia ni nini? Je, mtu anawezaje kukamilisha imani yake bila njia yoyote ya mkato? Kusudi la uumbaji, kwa nini shida zinakuja, kwa nini hazipaswi kuja na kadhalika. Tayari kuna rekodi zingine bila shaka gumzo inategemea wakati na mahali. Mazungumzo ya usiku ni tofauti zaidi, mchana ni kidogo. Bila shaka kufanya mazungumzo msikitini ni tofauti, kufanya nyumbani ni tofauti. Kama yakifanyika sehemu za mbali kama vile milimani au msituni ni tofauti zaidi. Hivyo ndivyo tunavyofanya, tunafikiria. Hapa karibu kuna msitu, kimya kabisa tutaanza kufanya masomo huko hivi karibuni, tunapanga. Kulikuwa na hitilafu kwenye gari, tulirekebisha, tulifanya kitu. Kwa maneno mengine, kadiri ardhi inavyokuwa safi zaidi ndivyo inavyokuwa na utulivu, na utulivu ndivyo mazungumzo yanavyokuwa yenye ufanisi zaidi kwa sababu kwa urefu utulivu na ukimya, mtu hugeuka zaidi kuelekea ulimwengu wake wa ndani na hivyo kuongeza athari na nguvu zake. Basi kwa sasa tutaongelea kidogo na baadaye, inshallah tutaendelea. Yani kuimarika kwa imani kuongezeka kwa imani. Imani itaongezeka vipi? Tuko katika enzi ya akili, kutoka kwenye ardhi ya wenye makali tunatembea kuelekea kwenye dhambi. Tutaachaje dhambi hizi? Mtu asipoweza kuacha dhambi zote mara moja, anaweza kupunguza polepole pole. Wale wanaoacha ghafla ni wachache. Kwa mfano, baadhi ya watu huacha sigara au tumbaku ghafla, wengine huacha polepole pole. Na dhambi sasa zimejikita, zimekaa angalau tunaweza kupunguza, lakini kupunguza pole pole au kuacha ghafla. Sasa, kama vikao vya mazungumzo vitakuwa vingi, vitakuletea manufaa. Kwa hivyo haijalishi wewe ni nani, usikose masomo yoyote ya kimwili, masomo ya furaha, masomo ya kiroho, masomo ya moyo, masomo ya maadili, masomo ya kihisia yanayohusiana na imani. Kwa hiyo mtu huyo anaweza kuwa India au katika nchi ya kigeni utu huwa sio muhimu adhari, utulivu, utulivu na nguvu ya somo ni muhimu. Ndiyo, tulisema vifuniko vilivyo baina yetu na Mwenyezi Mungu. Wacha tuzungumze kidogo juu ya jamii, na tumai tutaiacha baadaye tena. Vitabu pia vinahitaji kusomwa, tulitoa orodha ya vitabu tena. Mungu ni Mungu unaweza kuandika orodha ya vitabu hivyo, tuko busi sasa hivi. Mungu alitupa orodha ya vitabu vilivyohitaji kusomwa, hatupatikani kwa sasa. Unapokea maombi yetu Mungu na salamu za wageni wetu. Niko bize na hili, tulikuambia ni vitabu gani vya kusoma lao. Mwenyezi Mungu angeandika, yangetokea Tuko busi sasa hivi, ndio hii. Ina maana kuna haja ya kuongezeka kwa imani, kuna hitaji la kuongezeka kwa imani, lakini haitokei. Ikiwa imani haiongezeki, lakini tunaiongezaje? Muda unapita, mwanaume amezeeka, alikuwa na umri wa miaka kumi na tano na akageuka sabini, karibu kuondoka. Labda umesalia mwezi mmoja tu hadi kifo chake, labda siku moja au mbili imesalia, labda saa moja au mbili. Kwa mfano kuna walioishi jana duniani lakini hawakuweza kufika asubuhi ya leo. Kwa hiyo Muumba alikatisha maisha yao, lakini hawakujua kwamba wangeondoka asubuhi ya leo. Lakini ujinga huu haukuweza kuzuia kifo hicho na utoshelevu huo. Hali yetu itakuwa sawa. Kwa maneno mengine, tukio la kifo lilikuwa la ghafla. Kwa hiyo ndiyo nini kinaendelea? Mungu Mwenyezi anatujaribu Mahali hapa si pa kudumu, siyo bustani, kwa sababu ya kifo chake. Bila shaka muumba hutujaribu kwa wakati, na wale wanaofaulu na wanaoshindwa kwenye mtihani. Wale wanaofaulu wakati wa sakarati, katika sekunde za mwisho za maisha, dakika za mwisho, wanakabidhi roho zao kwa muumba wao na mola wao wakiwa na imani tayari. Muumba wa mwili na roho ni yeye mwenyewe. Tulikuwa tumezungumzia kidogo kuhusu suala la kutafakari kwenye somo la jana. Tumetaja rasilimali chache mwanzoni mwa uumbaji, yaani kujijua kwa mwanadamu. Uumbaji wa taratibu, sehemu ya kwanza ya uumbaji, kuhifadhi uumbaji, kudumisha maisha, kumaliza maisha. Uumbaji wa awali wa kitu, mwendelezo wa uumbaji, mwisho wake. Ni mali yake tena. Si mali yetu. Hatukuwa na kuwepo, ilikuwa ni kutokuwepo kabisa, ilikuwa ni kutokuwepo. Ametumba kutoka kutokuwepo na anaendeleza kuwepo kwetu. Hakika huu ni mtihani wa muda. Kuna neno la Mungu, kuna mtume wake ametufahamisha haya. Kilicho haramu na halali kiko wazi hapa, hakuna jambo lisilojulikana. Kila kitu kiko wazi, swala tano za kila siku, Ramadhani na zile dhambi saba kubwa. Hapana, ndivyo hivyo. Wengine wanaingia kwenye mkumbo ukifanya hivyo aliahidi kutokuahidi kwamba haitakwenda kwa imani, bila shaka kabisa. Sekiretan hawezi kufanikiwa hata kidogo, na hawezi kushinda kamwe. Break time e nukta, lakini alichukua mtihani tena, ehakuweza kushinda. Ilikuwa tayari wazi kwamba hatashinda. Alisoma, alifanya sawa Ilikuwa wazi kwamba angeshinda. Yaani hapa kuswali kunafanana na kusoma kwa bidii, Ramadhani inafanana na kusoma kwa bidii, kinyume chake pia kunafanana na kusoma kwa bidii. Hii haina uhusiano wowote na kupoteza au na mtu mwingine yeyote. Anayefanya kazi atashinda, mwingine hatashinda, kama vile anayeswali na asiyeswali, anayefunga na asiyefunga. Na ndugu yangu, anayefanya madhambi saba makubwa Je, yeye ni sawa na wale walioacha rasail saba na wale ambao hawakuacha? Kwa hiyo serikali ina sheria. Je, wale wanaotii ni sawa na wale wasiotii? Ingawa ni jambo rahisi. Kwa hivyo mtu ambaye atatoka hapa anahitaji kujijua mwenyewe. Wewe ni nani hapa? Je, wewe ni nani mumbaji hapa? nani amekuumba hapa? kuanzia hapa, udongo hauwezi kuwa Mungu, maji hayawezi kuwa Mungu. Jua haliwezi kuwa Mungu. Hizi ziliundwa, baba yangu aliumbwa. Hawa ni waamuzi, kuna sababu anakuwa vesli. Kila kitu kimeundwa hapa. Nini kitatokea kwa asili hapa? Utatafakari, inasema hivyo katika aya, efelate tafakari yetezekerun hii inaenda mbali sana. Kwa maneno mengine, inamaanisha kufikiria, kutafakari, kutafakari, kufikiri kwa makini. Fikiria matendo ya Mwenyezi Mungu bila upendeleo. Jitambue, jitambue wewe mwenyewe. Ni bwana wa hii, tendo la Mungu, sanaa ya Mungu, kazi ya Mungu, na alikuumba kutoka kwa bwana harusi, kupoteza fahamu atomu zisizo na akili zisizoonekana zisizo na ujuzi haziwezi kuunda wanadamu. Hawana uwezo wa kujitawala, hakuna habari kutoka kwake, haiwezekani kwake kuumba mmea au tunda. Kwa hiyo wanahitaji kuundwa. Jua linahitaji kuumbwa, dunia inahitaji kuumbwa. Kitu kilichoumbwa hakiwezi kuunda kitu cha pili. Udongo ni kitu kimeumbwa, haiwezi kutengeneza kingine. Pia tulichora picha karibu nayo. Tulichora picha ukutani. Tulifanya picha ya pili karibu nayo. Picha ya kwanza haiwezi kutengeneza picha ya pili. Tulitengeneza picha ya tatu. Ya pili ya tatu haiwezi. Mtu mmoja hawezi kumuumba mwingine wala hawezi kumuumba mwingine. Yote yamekamilika. Kuna maoni kumi hapa, hilo lilifanyika pia. Mmoja hawezi kufanya mwingine, kitu kimoja hakiwezi kuundwa kutoka kwa kingine, haiwezekani. Dunia nayo haina msaada, huyu naye hana msaada. Vitu vilivyoundwa, atomi zinaonekana, ni wanyonge maskini na hawana akili, na haiwezekani kwa atomi zisizo na akili zisizo na mantiki kufanya kazi kwa utaratibu, na wanaongozwa na Mwenyezi Mungu mwelekeo na mwelekeo wa atomi na anamuumba mwanadamu, anaumba mnyama, hii pia ilikuumba wewe. Ni nani hapa? Basi nini kitatokea? Tunapaswa kuangalia matukio hapa kwa uwazi, tunapaswa kuangalia matukio bila upendeleo. Kitendo cha kuwa mutasi ni makosa, kuamua kwa rote ni makosa. jambo haliwezi kutokea lenyewe mwanadamu hawezi kuumbwa na yeye mwenyewe hayupo kitu ambacho hakipo hakipo milele kwa kuwa hayupo hayupo ili aweze kujiumba wanyama ni sawa wanadamu ni sawa atomi zinaonekana hawana kuona hakuna kujua Haiwezekani kwa wale viumbe wasiona au kujua kufanya muujiza huu wa maana.